Sasa skiza nikwambie, dogo. Unajua ule mzee ana mzigo wangu mkubwa sana yani, alafu njugu alikuwa na mzingua. Sasa inawezekana hiyo milioni sitini hiyo ikawa katika mzigo wangu mimi. Sasa cha msingi na sekondari, mi lina ule na mudu, si mwimbaji. So, mimbaji ule mm, mi na mudu, wewe dili na begi langu, mi nataka mzigo wangu, ndio nautaka mimi. Muda unafanya hivi hapa sio mrefu. Tumetoka kulalamika kwamba hatuna hela hatuna shoo sawa, hatuna hela hatuna shoo. Wow, dola elfu tano alafu mtu mwenyewe anakuambia katoka hapa, katoka papada, dola elfu tano nakulipa uende ukafanya sauzi. Ndugu yangu tachinjwa, unanichukuliaje? Oh, nachukuliaje? si ni msanii mkubwa, si msanii mkubwa? Dola elfu tano mtu wa da, ndugu yangu ha. Hatuna lakini a io na mmiliki wa studio ya 69 Records. Yeah. Tunazungumza mipango mipi ya 69 Records na ameshafunguka kwamba hivi. Sasa hivi mpango wao mkubwa ni kubadilisha muziki huu na kuhakikisha kwamba hivi wanaufanya na kwa kiasili zaidi ili uweze kuuza katika masoko ya kimataifa. Sema, misi, misi, <todumia> na njugu yupo, sema amesafiri kidogo, kuna mishemisha alikuwa anafuatilia, lakini kuhusu ile dili sasa la mtoto lina hmm. mikoba yote ameniachia mimi hapa, au sio? uh -huh. na yule mtoto nishaongea naye fresh, nishampanga, amekuelewa hasa uh -huh. nikampa na ile dili, yule mpango wako mzima kumnulia ile gari la milioni sitini mtoto amesema hawezi kukuamini hivi hivi. Yeye hawezi kukuamini, anataka nusu mezani, nusu ya pesa, mimi tatizo na ikiwezekana uitume leo leo, hakuna tatizo. Leo hii bosi haina tatizo, hamna mbwembwe, hamna tatizo. Baada ya hapo, ndiyo mpango mwingine, ndio itakuwa nafuata mdogo mdogo, yani nakombinia bosi, yani na hiyo kama ile sasa, nikaona kwenye gari yeah. ni hapa hapa umpelekee, mimi najua unaweza kutembea nayo kwenye gari, mpango mzima utakuwa kwa mabanki mabanki na shift kwenye account yangu account yangu nampa mtu eh, sasa ninakuambia kwamba kwamba yani, navyotoka hapa moja kwa moja benki na ile account yako, afu unaenda una... <laughs> benki na

Aisee, mi nakuelewa, unajua unapenda vitu vizuri we yeah, ye, kwa magoldi goldi haya yeah, nini na milioni thelathini juu lazima kae yeah. Mi nakukubali sana <laughs> sawa, yaani mpango mzima uko fresh, kasha kuolea kinoma noma cha yeah, msingi sasa we yeah, yeah. Ukitoka hapa fanya mambo, mimi hacha nami nikashughulika na mambo yangu tu poa. Asante aisee, umeniokoa kinoma. Basi poa, ukifanya mambo nipigie. Ha, na, na, na. Mtoto ame ah! basi sawa. misse anaaayapoaaaya bana, ah, no, bana. Nimekusikia bwana kwenye redio leo, nimetoka kusikiliza redio muda si mrefu hapo, nikasema ba kumbe bwana huyo akikaa kwenye mitambo hii anaongeongea vitu vya maana eh. Njoo ndani mara moja basi aishbasi haina shida. Basta, bas. Bossie. Au kuna mchongo mwingine tena? Oye, bossie. kwaje? Eh, bana poa bana, na habari nzuri. Yule mzee kasharekebisha yule mzigo. Eh, usipii poa, lakini kuniambia, inamaanisha yule mzee fresh? Yani wewe uko wapi? tuonane afu tujue mpango mzima unakwaje. Yaani hapo ulipo, ulipo unayo ile? Yani fresh. Yani wewe usiwaze kuhusu swala hilo, wewe niambie uko wapi, tuonane tufanye mpango mzima unakwaje, tujue inakwaje Napajua, napajua. Basi poa, na mimi mwenyewe mm -hmm. Kuna... ita... padra... po, niko mitaa hiyo hiyo, ngoja nikucheki basi ah, eh. Ah, haya poa. Nisikize mbaile, nikwambie kitu. Kuna kitu kimoja cha msingi sana, nataka ukifanye kwa hiyo. Yani tulia kabisa, yani nisikilize kwa makini kabisa, kiutu uzima. Nimekaa nimefikiria, nimeona kabisa mziki wa asili unapotea sasa hivi, na mziki wa asili ndio unahela kiukweli kabisa, ndio nikichi takusema tangu mwanzo hik sema tu nafasi, unajua we nafasi upati kukara mimi kuongea kama hivi sasa. Nini nifanye basi, au nini? Wewe ufani au zumuni nakukuitia hapa ni nini? Nimekuita nataka uingie kwenye vikundi huko nje kidogo eh, nikachokono chokonoe ya na unitafutie watu uniletee watu wa asili asili, ile wenye mziki kabisa wa asili ule wenyewe ambao wana utamaduni wao wenyewe kabisa yaani, ah, na pia ukiwa unakwenda tuliza akili yako kidogo, ukapumzishi kichwa eh. Basi mimi kitu ulicho kifikiria ndo tangu mwanzo nilikuwa nakifikiria. ah, sani mwingii vipi? Bosi uko bizi na pitipiti nkimangamanga kupitapita viko vichochoro sasa, nikasema sasa hivi ndo nasema afadhali ulivisema wewe mwenyewe. Sasa kitu ninachokiona mimi uh -huh. Ulichikiwaza kizuri ah. Unajua nziki ulikuwa kama umepotea yaani, kama unaweza kuzani mtama wa mbegu yaani wamefunika kwenye chungu. Subiri basi. Kwa, kwa saiioniiimendo unafanya kazi au lina ndo unafanya kazi? We meneja yule anaimba usikia namtaka lina, sinizingue sawa, so. Sikiliza nikwambie, huwezi kunuizia mbuzi kwenye dunia meneja yake kitu gani? We unafanya kazi au yeye ndo anafanya kazi? Nataka nimwone yeye na we ndo tunaweza tukaongea kama uwezi, lina yuko sepa pa, usiletee ujinga mnyea, nenda zako. Alafu unataka nakwambia, dola elfu tano unajisha, shaua mtu mwenyewe, unalolote ushuzi tu. Wapi? Aa, nishakuona. Naenda mbele, naenda mbele, nishakuona, sogea mbele. Kwaje? Yeah. Oh, ndugu yangu. Sikiza nikwambia, yani wewe unanichanganya yule. Yeah. Lina si meneja wake? si ni anachanganya. Yeah. Kaja yeye bila Lina hapa, nimechanganyikiwa ujue. Mbona Lina mimi nimekuta naye nje hapo nje. Hebu mpa mcheke Lina, kamcheke. Sikiliza nikwambia, mimi nishamaliza kila kitu, yani hapa mimi nakusubiria wewe tu, sasa cha msingi fanya juu chini Lina tumpate, mimi na wewe tumalizane hiyo haina shida, kwa sababu kazi tutachukua mwaka mzima haina shida. Inahitaji nidhamu kwanza kwa watu unaoenda, kwa sababu asilimia kubwa ya wa, wa, wa, wa, wasanii wa asili au wanamziki wa asili sio vijana kama wale unaowazingua zingua wow. Ni watu wenye akili zao timamu. Ili nawe pia uwe na akili timamu, inabidi niwe nakupeleka kwenye sehemu ambazo zitakufanya uwe na akili timamu. Mimi ni staarabu, lakini mtu akiniletea nani, akiniletea madoido madoido, nami naliletea ya kwangu, naye ajua mi. Hey. mi watu ilibidi hao watu hao wanaokuja kuja ndani wananizinguzingu tangu siku zile, ilibidi mwapigipigi mishale serikalini kote, wananijua mimi, wanakuja ndani zingua, zinguazingua. Ah, mimi sitaki kuongea sana, kwa sababu bado nina mishemishe fulani hivi namalizana nazo. Kwa hiyo jitahidi kabisa, yani katika katika, katika, katika spidi yako ya kwenda huo na pointi ya maneno, basi sawa, mimi

Enuwe Babiloni libidi kama kama muvi tunkuita Babiloni kila Sterling. <laughs> Enuwe bonga la bosi enu, sasa hivi minakupa mashavu <laughs> umeone we noma, bwana bosi <inaudible> e, <inaudible> walausiofu bwana, mi naenda, ila ulichiwaza ulichi kizuri e. Wanziki ulo lipotea, ulikuwa kama mtama wameweka kwenye ntungi wakafunika, mtama wa mbegu au mahindi. Mahindi wanaweka wana, wana, kwenye jiko pale, yanapiga moto mwaka nzima, wanapiga piga moshi una, yanasaulika watu ndani wanalala na njaa, mahindi yapo juu pale kusaulika. Ndio uliofanyika nziki huu, umeona.